Hapa unapoona harakati zote za msikiti wa Mtoro, basi miongoni mwa wanaoziratib ni shekhe wetu hapa al akh Salim Aziz. Furaha kubwa sana al haj kukutana nawe katika siku hii ya leo, lakini tumeanza tangu Ramadhani mosi mpaka leo 29, tumeingia Shawal ndio beramu hili la matangazo la ZBC tu linakupata, naidi Senti. mubarak <laughs> lal aidin lal faizin no. awam ba'da awam wa sinin ba'da sinin, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. unajisikiaje Leo hii mara baada ya kupewa siha na afya njema kwa siku ishirini na tisa mtawalia, kuidiriki ibada ya swala kuidiriki ibada mbalimbali katika msikiti huu wa Mtoro, kwanza alhamdulillah rabbil alamin, tumshukuru mwenyezi Mungu alotujalia afya. Kuna wengine hawajapata afya, wameishia katikati, na kuna wengine mwenyezi Mungu kawachukua. Tumeanza nao mpaka leo tumewazika wengine. E, sahibi yangu mkubwa, maalim Isa Lamudi tumemzika na, kabla ya kumzika, yani ina maana, kumbe isha aliswali na alafu pale pale isha, msikiti wa Bungoni wakaswalia maiti, asubuhi ikaondoka yeye, na leo tumemzika. Sisi tuko hai, hatujampa kitu chochote Mwenyezi Mungu na tuhai. Kwa hiyo mwajibu kushukuru, na tumefunga na afya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunafurahi sana alhamdulillah. Mmoja kati ya maswali ya watazamaji wetu uh, ambao walikuwa wanafuatilia ibada ya swala ya tarawihi pale walipokuwa wanamsikia eh, Abubakar Aziz kwa kiraa chake kizuri cha kusoma Quran. Mmoja kati ya mashuhuda amezungumza hapa, wakati huo ametokea Komoro, na yeye anampenda sana Abubakar. Uliwezaje kumlea kijana wako yule mpaka leo eh, anaibeba Qurani kifuani mwake? Alhamdulillah, kusema la kweli, siwezi kusema kama nimeweza kumlea, ni hidayah tu. Malezi ni yale yale, kila mtu analea na kila mtu mwanawe anataka awe hero, lakini hidayah ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila watoto wote wetu wa, wa wenzetu wajukuu zetu na wajukuu wa wenzetu kuombea hidayah, hidayah tu kweli, hidayah. Lakini inahitaji mahimizo, mahimizo ya kwa ustaz wake alomfundisha ya Qurani. Sisi ya tumelea kwa adabu tu, lakini Qurani yote ni shehe wake huyo hapa Stazi Abdallah, kusema la kweli. Kheri kubwa sana tuna, nisichukue sifa si zangu fasah. Tunakwenda kuidiriki ibada ya swala ya Eid, panapo majali wa inshaallah, patakapo kucha nini, na saha zako nini, mkono wako wa Eid kuelekea sikukuu hii Ah, nasaha, kwa sababu mwezi wa Ramadhani imekuwa kama chuo, watu wote tumetoka chuo, kama vile polisi Moshi. Mtu askari akitoka polisi Moshi, as ukimkuta mtaani, lazima mafunzo bado yako kichwani Ah, la muhimu tumetoka katika chuo, kwa hiyo tulikuwa tunayafanya mwezi wa Ramadhani yote, tuwaendeleze, tupendane, tuelewane, tutoe vyetu kuwapa wenzetu na tuhurumiane, kila kitu, tuwe wapole tusio wajuba. Yani ndio kitu kama hicho, hasa binadamu tunatakiwa tuwe nacho ile ile hali ya Ramadhani no. Ile ile iendelee kwa miezi 11 inayokuja, unasema awam baada awam awam awam, eh, baada awamu wa sinin na baada sinin. Shukran, alhamdulillah, jazakallahu khair fulai wewe kwa kunihoji bwana, nami nimefurahi. Nilikuwa nakusikia tu, lakini leo nimekuona pia, asante <laughs> <laughs> ah, bwana mimi ndio <laughs> eh, nimekubali, nimekubali asante, ndio Jafari Mponda, nimekubali, nimekubali asante sana shekhe wetu kwa upande <laughs> mwingine.